Naam ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, ninakusalimu popote pale ulipo. Matumaini yangu ni kwamba wewe ni mzima wa afya katika muda huu, na ujue ya kwamba hivi ikiwa ni saa kumi za jioni, ni tariki kumi mwezi wa Disemba mwaka 2025, nahivyo tu nimekuja kukupasha habari na hali ambayo inaendelea, lakini ujue tunapatikana mashariki mwa DRC huko Kivu ya Kusini. Lakini ungana nami mwanzo hadi mwisho hata kwa kubonyeza kwenye subscribe, na hata pia kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema. Na kujia ili ni kupasha habari na hali ambayo inaendelea huko maeneo ya Uvira, ni katika makao makuu ya jimbo la Kusini ambalo lilichukua nafasi hiyo kwa muda, na niweze kukujuza ya kwamba katika muda huu hali ya Uvira imeweza kuwa tete ambayo sio nzuri katika muda huu lakini ni kujuza ya kwamba hali hiyo inaendelea kusikika milio ya risasi na hivyo tu kuweza kusikika ya kwamba waasi wa M23 wameweza kuingia, jambo ambalo halijaaminika lakini lingali linasubiriwa kuweza kutokea na kuweza kusikika baada ya milio ya risasi hiyo. Na nikumbushe ya kwamba hayo yaliweza kuthibitishwa na watu kadha wa kadha na kuonyesha hata kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba waasi wa M23 wameweza kufika hilo ni jambo ambalo linasubiriwa kuchunguzwa, lakini milio ya risasi kuweza kusikika na wengine kuweza kupoteza maisha, hata wengine kuweza kuumia, ikiwemo pia milipuko ya mabomo katika maeneo hapo Uvira. Nikumbushe kwamba Andrei Bia Dunia aliweza kuzungumza na kuonyesha mara ngapi wananchi au wakaaji wasipati kutoka nje, lakini wakae tu nyumbani mwao, kuto kutoka nje kwa sababu waweze kuangalilia hali Hayo tu aliweza kuyazungumza na kuyathibitisha jambo tena. Wandugu, habari ya magharibi, habari ya mchana, na waza tuko salama. Imetaka tu kuambia watu kwamba mfanye atensio, kusikue mtu atatoka nje, mwenyeko munyumba wakie munyumba, kusikue mtu akwenda nje, msikue eh, amporte na masasi. Mnasikia ziko zinalia sasa, tuende tuchungulie. Masasi ni ya adui, haiko masasi ya FRDC haiko masasi ya mzalendo basi ndio atafuta ku resiste ndio yuko nakimbizana nakimbizana nao baadui ya nchi ya inchi ya, inchi, ya agressor ya inchi. Donc, rekomendation yangu ni kwamba kila mtu abakie munyumba, kusikwe mtu atende kuchungulia. Mungoe tutakuwa tuko tunafuatilia, mengine atafuta baadaye. Sipendi self blame, niko na besoin kila mtu abakie salama, kila mtu abakie kwa nyumba yake, kusikwe mtu atatoka nje aseme nenda angalia ni wanani yuko napiga masasi. Hapana, kila mtu akataze mwenzake Mupatae hii audio. Sitoshe iko telke iko, sitoshe iko mubaya. Mnajua kama wakisha kuingia mungini, wanaanza waza kama batu yote ni bazalendo, wanarisikia kutuumiza. Kusikue mtu atafungula mulango yende chungulia. Mubakia na pozisyo munyumba, kila mtu analala chini, anaikala, apana ya kusimama simama kuenda kuchungulia kwa madirisha. Please, na wasi na wasi sana. Ni kijana wenu Andre Biadunia. S'il vous plait. Kusikue mtu atafungula mulango wasema naenda inji. Pardon.

isase labunda mwana mwana hawa na lingi labunda seke oboo la sambula samuele wane hata pia licha ya jambo hilo, na nikumbushe kwamba katika maeneo ya bandari kumeweza pia kuonekana bomu ambayo iliweza kuingia katika kontena na kuzama humo, hata pia mafuta kuanza kuvuja kwa wingi. Hayo yalikuwa tu ni maneno ambayo yanazidi kuthibitishwa na mtu mmoja ambaye aliweza na kuonekana hao kusikika, ameweza kuliona hilo rupe jambo, jambo staff zile bombe zenye zilipigwa mu mporo kuko bombe yenye iligusa ku gari ile alweso ndogi sili vomola kontenere hivyo mea haikutoka na iko seri pasukia mle mlendani juu mafuta na mwangika ya mingi sana mafuta na mwangika ya mingi sana chini ndo yes. Hivyo ile bombe ndio yenye litobola konteneri ya lwezo bo bombe mwenye lipiga pale. Okay, merci. Na umu hivi mporo hivi tuko deja na trois morts, koko mwingine wanamwarikiana vato jana, watu vato etapakula bikamfuta umu hivi naye ni maiti humu mporo, maanake ndo maiti tatu zenye ziko humu. Na dada mwendo alipigwa masasi na huku mapaja humu inje ya poro kumlangu, na hiyo ingine ya washikala. Ndo situasyo nye tunavivre leo mporo. Saa hizi ya katujui vya inje ya wa ina, tunaonaona magari mwaya mupia mupia inaingia na babuana inaingia na babuana hapa, katujui kama ndo venyewe vile balasimamisha batu kule kubarabara namboa kustasko wana wambia wasikimbikimbii waende kushota mamai, amani amani, kitoki waikari kumanyumba amba ni hatari, na ni kujuza ya kwamba huo ni mwisho wa taarifa ya habari, kuja kukutaarifu kutokana na hali iliyo huko Uvira ambayo inaendelea kuwa tete, milio ya risasi kuweza kusikika kwa wingi, na hivyo hata pia kuweza kusikika wanakuwa wanaingia katika nyumba na kufungua na wakati au fungui, kuna kunakuwa ingine maamuzi tofauti, kama yule ambaye aliweza kuthibitisha hapo kabla katika lugha ya mama. Na hivyo ni kuambia kwamba umefika tamati ya kipindi chetu, na basi ukae chonjo, ili upate habari kamili kutokana na hali ambayo inaendelea Uvira, kwa kujuza kwa yale ambayo inaendelea. Hakika kweli ni wasi wa M23, au je? Basi ungana nami tena kwa kubonyeza alama ya kengele, ikiwa wewe ungali wa mpya na hujawahi kujiunga kabisa kwenye chanel hii kwa kubonyeza subscribe, hata alama ya kengele, na hivyo tu kuwasambazia watu wengine ili wapate kufaidia habari, kucoment ukiwa na maneno ya kusema na kulaiki kuonyesha tuko pamoja. Na hivyo nitakujia tena ikiwa mapenzi ya Bwana, mimi naenda, nitarudi tena ikiwa kawaida. Ninachokuomba ukae tu chonjo ayo, ikiwa mwanzo nikikuletee tena katika vipindi vingine chao.